zangu naitwa Emmanuel Amos Luhamba, ni kaimu afisa maendeleo ya ali za Halmashauri ya Mji wa Njombe, kwa niaba ya mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Njombe. Kwanza niweze kupenda kutoa shukurani kwa namna ambavyo ofisi yetu ya mkurugenzi imetuwezesha kuendesha huduma ya wiki kwa mteja. Huduma ya wiki kwa mteja ilianza tarehe ishirini mwezi wa tisa katika viwanja vya stendi ya zamani na huduma hii tumekuwa tukiitoa mara kwa mara katika ofisi ya mkurugenzi kwa kuhusisha idara zote ambazo zinatoa huduma. Lakini kwa namna nyingine wakati huu tuliona tuiweze kuiboresha zaidi na kuiongezea thamani ambapo tuliwaalika wenzetu wa ofisi ya NIDA pamoja na ofisi ya Rita kwa maana ya usajili wa vizazi pamoja na vifo, na tulipanga kuhudumia kwa siku nne, lakini tanapu au mwitikio wa wananchi hasa kwa upande wa NIDA na vyeti vya kuzaliwa umekuwa mkubwa sana. Baada ya kuonekana mwitikio ni mkubwa, zoezi hili ilibidi tuliongeze kwa muda wa siku nane na ambapo leo tarehe ishirini na nane tunalihitimisha hapa katika eneo la ofisi za mtaa wa Kuiva na hapo mwanzo tulianza katika stendi ya zamani, lakini kulingana na wingi wa watu na mazingira ya pale tukalihamishia hapa ili wananchi waweze kuhudumiwa katika mazingira ambayo ni mazuri, tofauti na pale, kwa sababu kuna mabasi, kuna vumbi, na hivyo mwitikio umekuwa mkubwa sana, na hivyo tumeweza kuhudumia kwa upande wa vyeti vya kuzaliwa pamoja na vifo. Tumehudumia vyeti vya kuzaliwa watu sabini ambao wamehudumiwa kwa ajili ya kupata vyeti vya kuzaliwa lakini, kwa upande wa vyeti vya vifo tumehudumia mtu mmoja, na pia kwa upande wa NIDA tumehudumia watu 1650 na bado idadi hii inaweza ikaongezeka kwa sababu hadi tuna ripoti saa hizi zoezi hili linaendelea na litafungwa siku ya leo itakapofika saa kumi na moja kamili. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa, watu 1650 hawa ambao hawakuwa na vitambulisho vya NIDA wamehudumiwa kwao tupende kushukuru ofisi ya NIDA tupende kumshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe kwa, ku, kwa pamoja hizi ofisi mbili kwa kubuni huu mkakati wa kuweza kuwawezesha wananchi e, wananchi wameitikia wengi na hivyo tumeiona kwamba upo uwezekano wa wananchi wengi hawana vitambulisho vya NIDA hasa vijana ambao wametimiza miaka kumi na nane wengine wanahitaji namba za NIDA kwenda kwenye vyuo kwenda kufungua kaunti kwenda kutumia kwenye mambo mbalimbali mbali ya kiserikali pamoja na ya kijamii Hivyo tumeona sasa, tuna baada ya kufunga hili zoezi, tunaenda kukaa halmashauri, kwa maana halmashauri ndio msimamizi wa wananchi wake katika mipaka ya mji wa Njombe, lakini huduma ya NIDA inatolewa na ofisi ya NIDA ambayo haiko chini ya mkurugenzi, lakini kwa sababu tumeshaanza mashirikiano haya, kwa hiyo tunaenda kukaa na wenzetu wa NIDA tuone namna bora sasa ya kuendelea kuwafikia wananchi katika maeneo yao, hasa katika kata au mitaa au vijiji kwa kadiri ambavyo tutaona inawezekana. Na, na wale ambao hawakupata huduma hii e, tuwaombe tu kwamba wakati mwingine watakaposikia huduma hii inapelekwa katika levo ya kata au ya kijiji waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze kuhudumiwa, na hivyo hii inaweza kuondoa changamoto iliyopo. E, kikubwa ni shukurani tu kwa ofisi ya NIDA hapa Njombe, lakini pamoja hata walioko makao makuu kwa namna ambavyo wamekubali kuungana na ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya mji wa Njombe kuweza kuitoa hii huduma. Yawezekana wangeweza wasi, wasi, wasiweze ku, kuona kwamba wanatakiwa waende wakahudumie wao wenyewe, lakini wenyewe wameona yapo mashirikiano ambayo yanaweza kufanyika kati ya, kwa sababu serikali ni moja, na huduma hii sasa imetolewa kwa mashirikiano kati ya ofisi ya NIDA wilaya Njombe pamoja na ofisi ya Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Njombe. Kwa hiyo tupongeze sana hizi hizi hizi idara mbili au hizi taasisi mbili, ofisi ya Mkurugenzi wa Mji Njombe pamoja na, na, na, na, na, na ofisi ya NIDA. Lakini pia tumpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya. Tulipokuwa tunaelekea kusitisha zoezi hili, mheshimiwa mkuu wa wilaya alitoa maelekezo zoezi hili liendelee kwa wiki nzima, na hivyo tulitekeleza maelekezo hayo. Kwa hiyo tuipongeze pia ofisi ya mkuu wa wilaya, kwa sababu pia hata watu wa RITA wanapatikana katika ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini amewaruhusu. Lakini tulipongeze jeshi la uhamiaji, kwa kweli wamekuwa bega kwa bega katika shughuli hii ili kuhakikisha, maana tunapotolea vitambulisho vya NIDA lazima wa raia wa, wa hao wahakikiwe kama ni raia wazaliwa wa Tanzania e, kama wana uraia wa Tanzania. Kwa hiyo uhamiaji kwa kweli wamejitahidi, tumekuwa nao wame, jeshi la uhamiaji limetupa maafisa wengi ili kulingana na population iliyokuwepo ilikuwa kubwa, kwa hiyo ilibidi waongeze. Mwanzoni tulikuwa na mmoja wakatuongezea, hadi tunamaliza hapa tulikuwa na maafisa wa uhamiaji watano ambao wamekuwa akihudumia wananchi ili kuweza kukabiliana na hii changamoto. Kwa hiyo e, kwa namna nyingine tunaona kwamba kumbe taasisi hizi zinaweza zikashirikiana kwa pamoja kuisogeza huduma hii katika levo ya mtaa, vijiji au kata ili iweze kuhudumia wananchi. Kwa hiyo wananchi wakae tayari. Tutat muda si mrefu sana tutakuwa tena na programu hii ya huduma ya wiki kwa mteja, ambao sasa hizi hatutaifanya katika kitovu hiki cha mji wa Njombe, tunaenda kuipeleka pembezoni. Tunazo kata za pembezoni ambazo ni takribani kilomita tisini kufika katika eneo la kati la, la, la, la, la mji mfano, kata ya Mako, kata ya Matola, kata ya Ihanga, kata ya Yungilo, maeneo hayo yote yako mbali. Kwa hiyo tutawasogelea wananchi, na ina faida nyingi. Badala ya muda ambao wangetumia, gharama nauli kusafiri, saa hizi huduma hizi zimetolewa hapa katikati ya mji, na hivi imewapunguzia buguza ya kusafiri au ya kutumia gharama nyingi.